Nam, siku ya jana tarehe tano ya mwezi huu wa sita mwaka 2025 iliweza kutokea msiba kutokea katika nchi ya Zambia. Moja kati ya msiba mkubwa sana ambao pia umeweza kutokea katika nchi yao lakini pia inaweza ikawa ni pengo kwa namna moja ama nyingine. Sasa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu pia ameweza kufariki dunia e, siku ya jana wakati akiendelea na matibabu katika hospitali ya Pretoria, e, nchini Afrika ya Kusini. Familia yake pia imeweza kuudhibitisha lakini haijataja ugonjwa ambao pia kuupelekea kifo chake au kifo cha e, Lungu, rais wa zamani wa Zambia. Sasa mtoto wa Lungu ambaye pia ni mbunge wa bunge la Zambia e, Tasila Lungu. E, mwa, e, Tasila Lungu Mwansa ameweza kuthibitisha taarifa hizo ambapo pia amesema baba yake aliweza kufariki akiwa na umri wa miaka 68 taarifa zaidi kuhusu mazishi yake pia zitaendelea e, kutolewa kwa sababu unajua e, misiba kama hii ikishatangazwa vitu vya mazishi na vitu vingine huwa e, haviendi kwa haraka haraka, so vinaenda taratibu kutokana na the way ukubwa ambao alikuwa nao e, rais huyo wa huko Zambia. Sasa Lungu alikuwa rais wa Zambia e, kuanzia Januari mwaka 2015 hadi Agosti 24 mwaka 2021 ambapo baadaye pia alishindwa katika uchaguzi wa rais wa sasa eh, Hakainde Hichilema eh, kwa kura nyingi. Na baada ya kushindwa katika uchaguzi huo alijiondoa kwenye siasa, lakini baadaye akarejea na kuweza kuonekana kuwa na nia ya kugombea tena urais. Kwa hiyo mshikaji, kwamba eh, mara baada ya kuweza kushindwa eh, urais kwa mara nyingine, ambapo alitaka kuweza kuendelea akataka aka kugombe, aka kugombea tena kwa mara nyingine then akashindwa na yeye. Mara baada ya kuweza kushindwa eh, akalazimika kuweza kujitoa katika masuala mazima ya siasa. Tunaweza tukasema ni kama hasira kwamba akaona ah, sasa nimeshindwa nilikuwa urais then nimemaliza nime, nime eh, madaraka yangu, and then ikatokea wa mwingine akagombea akashindwa eh, sasa ni nini sasa, niendelee kujihusisha na siasa? Akaamua kuacha siasa na kuweza kufanya vitu vingine, lakini akakaa kidogo, baadaye tena akaja kurudi tena katika E, mara mara baada ya kuweza kurudi na katika siasa akawa ameweza kutia nia ya kwamba e, mwaka ambao utakuwa unafuata kwa sasa hivi kwamba rais ambaye yuko kwa sasa hivi kwenye madaraka atakapoweza kuacha huo kipindi chake kitakapoisha na yeye ataweza kuja kugombea tena kwa mara ya tatu, kwa sababu mara ya kwanza alipata, mara ya pili akakosa. So, mara ya tatu alitaka kuweza kujaribu kuweza kuja kugombea tena urais wa nchi hiyo ya Zambia, lakini sasa kifo kimeweza kukatisha ndoto zake ambazo pia alikuwa anaziota kuja kuwa rais mwingine tena e, katika nchi hiyo ya ya Zambia. Sasa kifo chake Lungu pia limekuwa ni pigo la taifa la Zambia na wengi wanamkumbuka kwa mchango wake katika siasa lakini pia na maendeleo ya kujenga nchi hiyo ya Zambia. Kwa sababu inasemekana katika kipindi chake pia kuna baadhi ya mambo mengi sana ambayo pia aliweza kuonekana eh, lakini pia kuweza kufanyika eh, katika eh, kile kipindi ambacho alikuwepo eh, pale. Sasa Lungu pia ameweza kufariki akiwa na miaka eh, 68, ameweza kupoteza maisha. Yapi maoni yako kuhusiana na kwamba eh, hivi mtu kwa upande mwingine, kwamba mtu ukiwa rais and then ukaja uka, ukashindwa uka baadaye tena kugombea ukashindwa akapita mwenzako, kuna ulazima gani kuweza kuachana na masuala ya siasa, unakaa na kidogo nakuja kurudi tena kwamba eh, kwa, kwa sababu msimu ujao tena ambao utakaokuja mbeleni utaweza kugombea tena? Maoni yako yatakuwa ni ya muhimu kabisa eh, lakini pia ukikoment, ukilike, ukishare utakuwa umefanya poa zaidi. Chao.